Mimi mkuu wa mkoa nimeshatoa maelekezo zamani sana kwamba atafutiwe kiwanja kijiji hili, eneo tunalipiga senyenge mpaka kule mwisho, tunalizungusha eneo hili linabaki hifadhi ya maji kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Morogoro wote. Hili eneo linabaki kama eneo la hifadhi ya maji kwa ajili ya wananchi wa Morogoro mjini wote, lakini hapa pana mtu ambaye ana eneo lake anasema hataki paguswe. Sasa nikamwambia huyo bwana, nikamwambia, sikiliza vizuri sana, mi siwezi kuacha mtu analima mahindi hapa na mchicha pale, wakati Mafisa nzima haina maji, na mimi hapa naweza nikachimba maji. Kwa hiyo nikasema, mi ndio mkuu wa mkoa, lawama nitabeba mimi. Chimbeni maji. Na kwa kwa kuzindua zoezi nilianza mimi hapa ku lima, lima na kufanya nini, nikasema na nasema hapa panaweza pakawa na maji, chimbeni hapa. Huyo mtu mwenye eneo lake atakuja tutazungumza naye. Mimi naitwa Sais Kiejo ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Morogoro. Sababu jambo hili ni wewe ambaye umeliasisi na hatua tuliofikia sasa ni hatua nzuri ambayo inaonyesha matunda makubwa. Kwa kwenye hatua sasa kama MORUWASA sasa jukumu letu ni kuendeleza visima hivi. Visima hivi ni visima jumla viko saba lakini kisima ambacho mpaka sasa kinatoa maji mengi ni hiki ambacho wewe ulipendekeza tukichimbo. Visima e, vingine vyote vinazalisha chini ya lita m lita elfu thelathini kwa saa. Hiki mm, kinazalisha zaidi ya lita elfu arobaini kwa saa. Kwa hiyo nia yetu sisi kama MORUWASA, kwanza tusanifu ili wananchi wa eneo hili waweze kupata huduma eneo la Mafisa, karibia wananchi elfu kumi na nane Haibia na hiyo pia na wananchi wa Kiegea faida wananchi. Kwa hiyo tutaweka miundombinu hapa ili wananchi wa jirani waweze kupata huduma. Kwa maagizo yako na maelekezo yako tumechimba kisima kimoja, na kama ulivyoshuhudia tayari kinaonyesha kuleta matokeo ambayo ni chanya, ambapo kwa mujibu wa taarifa aliyotoa mtaalamu hapa, kisima hiki kinatoa lita elfu arobaini kwa saa. Kiwango hicho ni kikubwa sana, na tunaamini kwa eneo hili ukubwa wake tunaweza kupatikana pia visima vingine viwili na hiki kikao cha tatu. Tukifanikiwa kupata vyote hivyo vitatu, tunaamini changamoto ya maji kwenye baadhi ya maeneo tutakuwa tumeipunguza kwa kiwango kikubwa.